Kazi kumweka sawa tu bosi wake maelekezo na kumsukuma mpaka chumbani kwake. Kwa kweli, Wilson leo kajilipua. Aombe tu mama yake asimwone ya maana, unaweza kuwa msala mkubwa humu ndani. Angela akafanikiwa kumlaza mpaka kitandani na kumfanyia msaada hapo ili apumzike. Sipati picha Wilson akipata ufahamu na akute Angela ndo anamfanyia haya chumbani kwake. Angela akaanza kuweka mambo sawa upesi kwanza, maana kila kitu kilivurugika humu ndani. Aliangusha kitu chini, sauti ikasikika, anataka kutoka haraka, anakutana na mama hapa, anauliza nini kinaendelea humu? anasema ah, nilikuwa tu naweka vitu sawa chumbani kwake. Anasema nimekuona kwenye kamera unamuingiza ndani, huyo alikuwa kalewa sana. Anasema nisamee mama, ilitakiwa tu nifanye hivyo. Basi akasema maliza kazi zako haraka. Angela anamjali sana Wilson, na hapa anamletea chochote ili aweke mwili sawa kwanza. Anamwamsha hapa. Wilson anamwangalia huyu nani tena chumbani kwangu? Angela anasema nimekuandalia hii ili uweke kidogo.